Lakini mmesema hapa wakati anaongea mheshimiwa diwani, Isoliwaya imepata shule ya sekondari, mlichanga michango mingi, mjipigie makofi sana. Lakini na mimi mbunge wenu kama alivyoongea mheshimiwa diwani, kwenye hele ya mfuko wangu wa jimbo nilitia kipaumbele sana kwenye shule hii. Mara ya kwanza kwenye mtaro nilileta milioni tatu, mara ya pili nikaongeza milioni nne, jumla milioni saba. Nikaona haitoshi, nikatoa hela yangu taslimu milioni moja kuwachangieni. Munipigie makofi Wanaisoliwaya. Kama hiyo haitoshi, ameongea mheshimiwa diwani hapa, Wanaisoliwaya hapa, pamoja na changamoto ya umeme kwenye vitongoji vyote mlivyosema, lakini angalau kwa mara ya kwanza tumeleta umeme kuanzia Dialalo ambako hakujawahi kuwa na umeme tangu kuumbwa nchi hii. Sawa sawa, jamani, jamani, uongo? Lialalo kule hakukuwa na zanati tangu kuumbwa nchi hii, hakukuwa na barabara tangu kuumbwa nchi hii. Tumefanya tukapeleka na maji, tumewaunganisha na watu hapa, ahapa. Isoliwaya! Isoliwaya oye Leo wanaisoriwaya tukiwa tumesimama hapa, tuna shule ya yes, sekondari. Hii shule ya msingi hapa, ambako mimi nilikuwa nikicheza mpira, mara ya mwisho nimeshinda mbio za mita elfu tatu pale shule ya msingi. Majengo mengi yalikuwa yamechoka, tukaongea na mheshimiwa Duwani tukaomba hela kutoka hazina kuu, madarasa mawili mkajenga. Mjipigie makofi sana, wanaisoriwaya! Soriwaya oye Haya mafanikio wana Isoriwaya, wako watu wachache, sio wengi, na hapa Isoriwaya nimesikia habari za kwenye magazeti, hawazidi wawili au watatu hivi ndio wanapingapinga kidogo, kwa mbunge hajafanya kazi, uo diwani hajafanya kazi. Sikiliza bwana, serikali kuu ya Mama Samia Suluhu Hassan haiwezi kujua shida za Isoriwaya. Uongo kweli? Jamani, nchi ni kubwa hivi. Wewe unadhani rais wetu au waziri anafahamu kuna barabara ya matembo kwenda katikerele soroaya oye? Nyinyi mnadhani TAMISEMI kule juu wanafahamu kwamba soroaya hakuna sekondari? Mnadhani nyinyi serikali inajua hapa isorowaya hakuna umeme au kule lyalaa hakuna zanati ni kwa sababu diwani wenu mkishaibua vipaumbele na mimi mbunge nikishakuwa imara kwenye bunge, ndio mmepata mgao wa hera. Mjipigie makofi Soliwaya! Na kama mnadhani rahisi, kama mnadhani kupata hera rahisi, kwa ni jambo rahisi? Kwani huku nyuma wabunge wengine hawakuwepo? Mbona sekondari hawakujenga? Mbona hii barabara ilikuwa haipitiki, magari yote yamekwama? Si tumejenga sisi? Mjipigie makofi mengi sana Soriwaya hoye! Tumefanya kazi na haikuwa rahisi. Kule bungeni kuna wabunge zaidi ya mia tatu tisini na nne. Kila mbunge anapigania jimbo lake. Mimi mbunge wenu, kila ilipokuja bajeti ya serikali kazi yangu ilikuwa sio kupiga makofi, ni kuhakikisha Isoliwaya mnapata miradi. Munipigie makofi mengi sana Hatujamaliza mambo yote ni wana maongea vizuri hapa, hata angekuwa malaika tusingemaliza kero zote. Kata ya matembo hii kwa ujumla wake hatujafanya hapa tu, pale hospitali yetu ya wilaya pale hatukuwa na wodi ya wanawake kwa miaka hii minne, tumejenga wodi imekamilika. Hatukuwa na wodi ya wanaume tumejenga, imekamilika hatukuwa na maabara tumejenga imekamilika. Hatukuwa na mochwali imejengwa imekamilika. Barabara ya kwenda kule hospitali ilikuwa haipitiki tumeitengeneza. Mtupigie makofi, wana Isoliwaya. Hizo ndio kazi za mbunge, ndio kazi za diwani makini kuwasemea watu wake. Isoliwaya, miaka yote huko nyuma sheria ilikuwa hairuhusu wananchi kupata ruzuku kwenye bunge hili na mimi nikiwa mbunge tulipigania bungeni, tukabadili sheria, tukatunga sheria kwenye kilimo, wananchi mpate mbolea ya ruzuku. Isoliwaya mmepata mjapata, mbata. Pigeni makofi kwa Samia Suluhu Hassan. Isoliwaya safi ndugu zangu, na Isoliwaya ameongea mheshimiwa diwani hapa sasa hivi vinaangaika. Tulipendekeza vitongoji kadhaa hapa Isoliwaya mpeto Utengule kwamba vingepata umeme. Mpango huu unaoendelea tumeingiza vitongoji vyote vya Isoliwaya, mjipigie makofi mengi sana komrado. Utakapoanza mwezi wa saba, wakatarasi watakuja Isoliwaya, utembelea vitongoji vyote vilivyobaki ikiwemo Utengule ambako mna kero ya muda mrefu kule kwa mzee Fran Naihembo. Ume, nimepokea majina ya vitongoji vyote vya Isoliwaya. Isoliwaya oye. Kwa sababu gani ana Isoliwaya? Wakati mimi naanza ubunjwa kwenye jimbo hili. Kulikuwa na vijiji na kata hazikuwa na umeme kabisa. Kata ya Idamba yote ilikuwa gizani. Iwafi, Ruanzali, Mgororo hakukuwa hata taa. Nenda Mfiriga Itambo, Ikangasi, Mfiriga yenyewe mpaka Madeke ilikuwa gizani, kata nzima. Nenda Ukarawa, Kitolo huko Makailole hakukuwa na umeme. Nenda Nyave huko. Kwa miaka hii minne nimemaliza vijiji vyote 45 makofi kwa serikali, katika vitongoji 227 vya jimbo hili. Vitongoji 227 vikiwemo utengule na vingine ambavyo mnataja na nawapo kwenye vitongoji 227 tumepeleka umeme kwenye vitongoji katika jimbo zima, kwenye 227, vimebaki vitongoji 65. Tumpigie makofi rais Samia Suluhu Hassan. Sasa wana isuruhaya kama kwenye vitongoji 227 2 7 vimebaki 65, na juzi kwenye ilani ya CCM serikali imesema Ifikapo elfu mbili na ishirini na saba vitongoji vyote viwe na umeme Tanzania. Sorewaya safi hivi <coughs> <coughs> nyiwe mkitazama kwa macho yenu, mimi kijana wenu mkinicheki tu kwa haraka, mimi nafaa kusafu bunge kweli? ya mimi nafaa yemi, naaa piga makofi kwa swali basi tuone maokoswarebasi u tunaimudu na tuko serious kweli kweli. Nataka muda mwingine tukija hapa Isoliwaya tusiwe tunaulizana maswali, iwe ni pongezi, kucheza ngoma na kuondoka Isoliwaya. Hapo vipi? Na tunavyokwenda vizuri, tutafika huko. Kama tumejenga mabweni, shule msingi tumejenga sekondari, tumeleta umeme, tutashindwa kufunga maji hapa Isoliwaya ya uhakika Diwana ameniambia wana hapa wananchi wangu walyalalo na hapa wana shida ya mochwali pale. Leo hii mna umeme wa lea, si ndio? Kitendo cha kuwa na umeme hata tukienda serikalini kuomba kamochwali kadogo pale, lazima haya maombi yote yapokea. Isoliwaya hoi, na hilo nalibeba kama ajenda, na yako mambo mnayoyaomba hapa, ndugu zangu na Isoliwaya Tumebakiza wiki tatu za ubunge, wiki mbili za udiwani. Kwa siku hizi tatu mbili, hatuwezi kufanya jambo lolote. Mnachopaswa kuangalia angalia, angalia makubwa ambayo tumeyafanya, mpime spidi ambayo tumekimbia kuliko wale ambao walikuwa wanasinzia. Angaliani spidi ambayo tumekimbia halafu mseme, na kwa spidi hii tukiongeza swale miaka mingine mitano.